Kitabu cha Mika sura ya tatu na ya nne. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, katika kipindi chetu kizuri cha ja usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa mwalimu Petro. Ninakualika, unaweza ukaandaa Biblia yako karibu na daftari yako, ili tunaposoma neno hili na wewe unafuatilizia kwenye Biblia yako, na mistari utakayoona inakugusa sana kiupekee unaweza ukaiandika pembeni na ukajipa nafasi ya kuendelea kusoma na kuitafakari na kujiombea neema ya kuishi katika hilo neno siku zote. Nakueleza, unaposoma maandiko matakatifu ukiona kuna mistari imekugusa zaidi kuliko mingine, jua mahali hapo ndipo Roho Mtakatifu anaongea na wewe kwa wakati huo, kuna mafunuo yako, usipapuuzie. Lakini pia wapendwa, unaweza katokea umesoma neno na hujaelewa chochote, usikate tamaa. Usiache kusoma Biblia eti kwa sababu hujaelewa, endelea, itakusaidia kukuinua zaidi. Tusali, tuanze rasmi siku ya leo kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya huu wakati tunaoenda ewe Bwana kuanza usomaji wa neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu tusimamie, ili Bwana tunaposoma tuweze kulielewa, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Mika ile sura ya tatu na ya nne mlango wa tatu Nikasema, tafadhali nisikieni, enyi vichwa vya Yakobo mnaoitawala nyumba ya Israeli, je, haiwapasi ninyi kujua hukumu? Ninyi mnaochukia mema na kuyapenda mabaya, ninyi mnaowachuna watu ngozi yao na nyama mifupani mwao; naam, mnakula nyama ya watu wangu na kuwachuna ngozi zao na kuivunja mifupa yao, nam, kuwakata vipande vipande, kama kwa kutiwa chunguni na kama nyama sufuriani. Ndipo atakapoumba Bwana, asiwaitikie; nam atawaficha uso wake wakati huo, kwa kadiri walivyotenda mabaya kwa matendo yao. Bwana asema hivi katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu, hawaumao kwa meno yao na kulia amani na mtu awa yeyote asiyetia kitu vinywani mwao wao humwandalia vita. Kwa hiyo itakuwa usiku kwenu, msipate kuona maono tena; itakuwa giza kwenu, msiweze kubashiri. Nalo jua litawachwea manabii, nao mchana utakuwa mweusi juu yao. Na hao waonaji watatahayarika, na wenye kubashiri watafadhaika; naam, hao wote watajifunika midomo yao, kwa maana hapana jawabu la Mungu. Bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa roho ya Bwana, nimejaa hukumu na uwezo, nimhubiri Yakobo kosa lake, na Israeli dhambi yake. Sikieni haya tafadhali, enye vichwa vya nyumba ya Yakobo, mnaoitawala nyumba ya Israeli, mnaochukia hukumu na kuipotosha adili, wanaijenga Sayuni kwa damu na Yerusalemu kwa uovu. Wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa, na makuhani wake hufundisha ili wapate ujira, na manabii wake hubashiri ili wapate fedha. Ila hata hivyo watamtegemea wa Bwana na kusema, Je, yeah, hayupo Bwana katikati yetu? Hapana neno baya lolote litakalotufikia. Basi kwa ajili yenu Sayuni utalimwa kama shamba lilimwavyo, na Yerusalemu utakuwa magofu, na mlima wa nyumba utakuwa kama mahali palipoinuka msituni. Mlango wa 4. Lakini itakuwa katika siku za mwisho ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima; na watu wa mataifa watauendea makundi makundi, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana, na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye ya atatufundisha njia zake, na sisi tutakwenda katika mapito yake; kwa maana katika Sayuni itatoka sheria na neno la Bwana litatoka Yerusalemu naye atafanya hukumu kati ya watu wa kabila nyingi, naye atawakemea mataifa wenye nguvu walio mbali; nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe, bali wataketi kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, wala hapana mtu atakayewatia hofu, kwa kuwa kinywa cha Bwana wa majeshi kimesema hivi. Kwa maana mataifa yote watakwenda kila moja kwa jina la Mungu wake, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu milele na milele. Katika siku ile, asema Bwana, nitamkusanya yeye achechemeaye, nami nitamrudisha yeye aliyefukuzwa na yeye niliyemtesa, nami nitamfanya yeye aliyechechemea kuwa mabaki, na yeye aliyetupwa mbali kuwa taifa lenye nguvu, na Bwana atawamiliki katika mlima Sayuni, tangu sasa na hata milele. Na wewe e ee mnara wa kundi, kilima cha binti Sayuni, utajiliwa naam, mamlaka ya kwanza, atakuja ufalme wa binti Yerusalemu. Sasa mbona unapiga kelele? Je, hakuna mfalme kwako? Mshauri wako amepotea hata umeshikwa na utungu kama mwanamke wakati wa kuzaa. Uwe na utungu, utaabike ili uzae e binti Sayuni kama mwanamke mwenye utungu. Maana sasa utatoka mjini, nawe utakaa katika mashamba, utafika hata Babeli. Huko ndiko utakakookolewa, huko ndiko Bwana atakakokukomboa katika mikono ya adui zako. Na sasa mataifa mengi wamekusanyika juu yako, wasemao na atiwe unajisi, macho yetu na yaone shari ya Sayuni. Lakini hao hawayajui mawazo ya Bwana, wala hawafahamu shauri lake, kwa maana amewakusanya kama miganda sakafuni. Haya, simama upure, e binti Sayuni, kwa maana nitafanya pembe yako kuwa chuma na kwato zako kuwa shaba, nawe utapondaponda mataifa mengi, na faida yao utaiweka wakfu kwa Bwana, na mali zao kwa Bwana wa dunia yote.